Habari za saizi, ndugu yangu. Kama maisha yako nayapenda, rudi ulikotoka. Huyu uh, naye ni nani? Na kwa nini nilipokutana naye moyo wangu umedunda? Na kwa nani? Niambie, nirudi nilikotoka kama nayapenda maisha yangu? Mm. Oya, sista, mi naweza ni mchongo nisha kupa kuhusu ovi, nasemaje? Lakini shogaa, hivona, mbona saizi umebadilika? Mbona mwanzo ukuwa hivi, ulikuwa vizuri tu, ulikuwa uvai hivi, cheki sahivi, navoa kweli. Oya Angel, maisha anabadilika mwanangu. Yani maisha kukaa sijui mara makanisani mara wapi aishapichosha yani, unaamua tu ubadilike mwanangu. We muhuni kama vivi, badilika basi. Oya, tunaenda au ndo umegaili tena? Weni vipi? Lakini huyo jamaa na hela sijakaona, nipeleka peleka tu. Oya mwana, sasampa zipo tu za kutosha <laughs> zetu wa basi wapige hiyo hela. Oh, mwanangu, oa mwanangu, we menataka nikugonge ngoma moja hivi mwanangu. E, bakola ya sela kama tia kwanza sii, babu, sikia ngoma hiyo, au sio? Mwanza watukutu vichwa vitatu, acha bwana kweli, kumbe si ni fyatu, sintomudi nyatunyatu. Wasanii wanakula nyama choma, bola iwe noma. Mama ananiua, kamateni katili huyu, asije asijekuniua maana sisi ni fyatu tu, anaipita kichwa kichwa, tunapiga ngeta. Hey, yani ndio sawa ile unasikia mwanangu analisha lakini kunyaanyi mwanangu, au ndio? Kijana, karibu. Asante uh, sana mtumishi. Uh, samahani, mimi nimekuja nina vitu ambavyo vinanitatiza, uh, nikaona vyema nijongee mahali hapa rengo na madhumuni nipate ufafanuzi wa haya mambo yanayonisumbua. Uh, mtumishi, mimi mara kadhaa nimekuwa nikilala naota ndoto ambazo binafsi yangu nikiamka na kuwepo sizielewi Siku ya kwanza nimelala nikaota niko na kibizwa na nyoka simba, yaani nilivyokurupuka nikashindwa kuelewa. Raundi ya pili tena nikajaga nikalala nikaota nimesimama na watu niko nazungumza, lakini vitu nilio kuwepo na vizungumza pale yani nikashindwa kuelewa kwa sababu nilikuwa yani naongea yani kama nahubiri fulani, afu kiniangalia mimi na kuhubiri mbalimbali Siku ya tatu nimelala, nikaota kabisa niko na batiza watu mimi, mara nimesimama madhabauni pale, nahutubia neno la Mungu naongea, alafu nipo kwenye kanisa kubwa. Sasa hivi vitu mimi vimenichanganya kwa kweli, yani mpaka saa hivi nimekuwa mtu yani na danki danki, sieleweki yani, vitu yani sielewi kwa kweli, mtumishi. Ndio maana nikaona vema nifike mahala hapa ili kusudi unipe ushauri basi, mimi nini nifanye jamani? Maana nakuelekea kabisa, ukiangalia hata mwili wangu umeshaanza kukonda. Sikuwa hivi kwa sababu ya hizi ndoto zina, yani zinanipasua kichwa yani, kwa kweli jamani. Mtumishi, mi naomba unisaidie katika hili.

Kwanza, hongera sana kijana, lakini pia uh, katika ma ma maono yote hayo uliokwenda kuyaona mm -hmm. Au ndoto hizo ulizokwenda kuziota ndio mtumishi. Nikupongeze. ndoto ya kwanza ndo nilikuwa na mashaka nayo ya kukimbizwa na nyoka na hao, na simba mm -hmm. Lakini ndoto zote ambazo ndoto zote mbili ambazo, ambazo umekwenda kuziota zote zilikuwa na maana nzuri hmm. Ni vijana wachache sana wenye moyo kama wakwako, ni vijana yani, katika ulimwengu huu tuliobaki nao hmm. Wengi wanapuuzia, hawawezi kabisa kuchukua hatua ya kwenda kwa mtumishi wa Mungu, labda kuwafasilia ile ndoto ina maana gani juu ya maisha yao. Yaani, mtu mtu wa mataifa, niseme hivyo. Nikisema mtu wa mataifa aa, na maanisha walevi. Yaani uko kwenye sekta gani? Da, basi hapo nimeguliwa mtumishi eh. Da, ise, sasa hapo eh, mimi kipengele ambacho mimi nipo alafu mm, uwe happy kabisa uwe huru eh, sawa. Ina maana uh, mimi kanisani siendi. Kwa kweli kanisani siendi, niko zangu mtaani. Eh, niko zangu mtaani, kanisani siendi na kwenye uumini sipo. Yaani sipo kabisa, mimi niko zangu mtaani, kushukushi nini, vitu vyetu hivi hapa, mtumishi nini kiaskari, inshu ya kanisani mimi hamna. Maana kwa jinsi ninavyokuona na busara ulionayo, una busara ya kushauri, una busara ya kuongea mbele za watu ukawashawishi wale wenzako, na ndio maana umeota ukiwa na kundi kubwa la watu. Maana yake wewe unaitwa kuja kuwa mtumishi wa Mungu, kuja kuwa mchungaji mimi, wewe huyo mtumishi wa Mungu. Eh, yani uje uwe mchungaji kama ah. Mimi hivi tunavyofanya kazi ya Mungu ah. Kwa hiyo sasa ndio maana nimekupongeza sana kwamba ni vijana wachache sana wakiona ndoto kama hizo wanaweza kuzifanyia kazi kama wao walivyofanya. Ah, mimi nakuomba uzingatie hicho hapa. Sasa, mm, kwanza na mimi nakushukuru kwa sababu umenifafanulia na nimekuelewa. Sasa mimi nikuombe kitu kimoja. Naomba kwanza nikatulie nikafikiria hili swala kwa sababu ishu kuja kanisani kwa kweli, afu nije nibatizwe mara mautumishi, kwa sababu kwenye utumishi hapo unaona kabisa vitu vingi nitafeli. Kwa mazingira ni shinaye kibali, unajua zile

Andiko ya Mungu yanasema wakati uliokubalika ndio huu sasa. Yaani wewe wakati ambao umeufikia, yani na vitu navyotakiwa kuvifanya ambavyo naviwaza sahivi ndio huu muda. Usilaze damu, changamkia fursa kama waswahili wanavyosema. Even boy. Unavyoona mimi naweza kule kutolewa na mwanamke. Mwanangu. Yaani hapo inategemeana. Inategemeana na nini? Mwanamke amenikuta ah, ni ah, ah, mimi nimetulia sasa. Ananiambia niende kanisani, yani wewe pale unampangilia, kama, kama unapiga, unatembea fresh kama umeona ukoke moja kwa moja nyama changamoto, mchungaji, nguo za kanisani sina. <ride> Yaani hapo ya ndo kuna kipengele, nguo za kanisani mimi sina una <expectancy> yaani kama unavyoona pigo zetu hizi hapa kanisani, kani, kanisani. <spécial> Sasa hapo nawaza <muchinan> kanisani mimi na kujaji, afu ukiangalia eh, matisheti yangu yote kama unavyoona yamesha kula panga nini. Hata hivyo mtumishi kafikiria, nikafikiria hili swala alafu nitarudi

Mimi nikutoe wasiwasi, kijana, mavazi sio kitu mbele za Mungu. Mavazi ni mavazi tu, la kawaida, wewe utakuja hivihivi. Kikubwa una suruali yako hii, shati lako, ili utakuja kadi. Endelea kuishi, tutakulea katika njia iliyo bora, utakuja uwe mtumishi mzuri sana. Kanisani. Uje kanisani. Ibada inaanza saa nne sa na nusu. Okay, sawa. Noma, mimi nimekuelewa vizuri, ila ni ima kama akieleweka fresh kama akiumba yumba mitaacha na naye vipi? Sasa kuhusu ile ngoma ambayo nilimba siku ile vipi? naenda studio au vipi? Oya kwenye muziki mwanangu, mimi napenda muziki kuliko hata kula mimi. nyimbo yako idea ni nilichukua fresh na mistari nishaandika, nimechora kabisa mistari imekaa. Kwa hiyo hapa cha kufanya tupange siku lini tunaenda kwa Kevi kwa ajili ya kufanya ya kurekodi nyimbo itoke viral kabisa unyama. Yani hapa tayari kila kitu nishaua hapo umefanya la maana, kama umeandika kabisa vizuri, tukienda kwa Kevin nahisi itakuwa unyama. Si unajua maana mm. Ile naona ni ngoma kali, tukienda studio nini bwana, tutatamba mwanangu. A basi mwanangu, tuingie maskani mara moja, pale kazini kwangu pale, tuende nikakusikilizishe nika vitu vyako Mtumishi? Naam. Hivi sijasahau sigara yangu hapo. Hamna, afu kitu kingine ni sahau kukwambia. Uachane eh, kabisa na hizo sigara maana sio nzuri kwa afya yako. Hivi kumbe kanisa lako aliruhusu sigara? Hamna, aliruhusu sigara wala kukuta, wala kukuta kunywa pombe. Ah, hapo sasa kwenye kusali hapo jamani. Hamna, utaweza kijana. Oh, ama mtu ni gani? Sasa unaleta shantu moja wakati unajua hapa tuko mtu benga, wewe unafikiri wapi?